Ambalo unatakiwa kufahamu ni kwamba ughaibuni kuna pesa lakini pia kuna magonjwa mengi sana ikiwemo changamoto ya moyo. Sasa leo nitakuelezea sababu zinazosababisha uh, Waafrika wanaoishi ughaibuni au uh, Waafrika wanaoishi marekani na nchi nyinginezo ambavyo wamekuwa uh, mioyo yao inashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa nini moyo wako unafeli? Kwa nini mioyo ya waafrika wengi walioko kule huwa inafeli kufanya kazi vizuri? Ndio maana changamoto za moyo zimezidi kuongezeka. Sasa takutalieni sababu ambazo unatakiwa uzifahamu kabisa. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usisahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma uh, kila siku. Tuambie hapo chini kwenye comment, kuna changamoto gani ambayo inakutesa ili na sisi tuweze uh, kukusaidia. Sasa hapa nitakutajieni sababu kaza wa kaza zinazofanya moyo wako ushindwe kufanya kazi vizuri kwa Afrika wengi wanaoishi uh, ugaibuni au Afrika wengi wanaoishi uh, Marekani wanaoishi Canada na nchi nyinginezo kwa nini napata changamoto? Sababu namba moja inayosababisha moyo ushindwe kufanya kazi vizuri tunasema ni chakula cha haraka ambayo tunasema ni fast food, fast food, fast food. Hivyo ni vyakula ambavyo wengi tunavifahamu, hata sisi huku nyumbani tunavyo hata sisi huko Afrika eh, tunavyo vile vyakula ambavyo ni fast food. Kuna kuna pizza eh, kuna baga eh, kuna fries mbalimbali mbali, eh, kuna sausage mbalimbali mbali. Unakuta hivi vyakula vinakuwa vimejaa sukari, vinakuwa vimejaa chumvi, vinakuwa n vipo moja kwa moja, vina mafuta moja kwa moja mabaya ambayo yanaongeza eh, mafuta mabaya mwilini mwako, na hivi vitu ni kwamba watu, watu viongelee mara kwa mara, lakini zile fast foods si, zile processed foods ambavyo vinatoka viwandani unajua vina madhara kiasi gani, kutokana na kuwepo kwa sukari nyingi, chumvi. Lazima vifanywe hivi vitamu ili viweze kupendwa zaidi, na kama kuna chakula unachokipenda zaidi, jua hicho ndo kinachokuharibu zaidi, kwa sababu wengi tunapenda vile vyakula vita vitamu vinavyonukia vizuri. Na mara nyingi vitamu, lazima mafuta yako pale, chumvi iko pale, ambayo mara nyingi huwa vinapandisha pressure, vinapandisha lehemu mbaya ambayo tunasema ni erodiero, na kuharibu mishipa ya moyo. Ndio maana ma, chanzo kimojawapo cha cha moyo kuharibika kwa wale wenzetu walioko huko ndo chakula cha haraka ambayo tunasema ni fast food cha kwanza. Lakini ya pili ni presha ya damu isiyodhibitiwa. Eh, hii jambo nimeshaliongelea mara kwa mara. Wengi tumekuwa tuna changamoto ya presha ya damu na tumeshindwa eh, kudhibiti hiyo presha ya damu eh, tumekuwa na changamoto ya presha, tunaendeleani kutumia dawa zile za presha kila siku. Eh, kila siku hizi lakini pia tupati matokeo. Sasa unapokuwa na presha ukashindwa kuidhibiti mapema, ndo hivi ambavyo inaharibu moyo wako, inaharibu afya yako moja kwa moja. Waafrika wengi wana presha ya kulisi sawa, sensi ya maisha ugaibuni iko pale, inafanya presha iweze kufanyaje, iweze kuzidi, na presha ni adui namba moja wa moyo wako, lakini kutokana na insurance, eh, na mambo ya bima ni yana gharama kubwa kwa wenzetu, kwa hiyo kuyamudu kwa Afrika wengi na kwa changa changamoto kwa hiyo, ni ngumu sana kwa mtu kuweza kwenda hospitalini kuweza kuchunguza mapema na kuweza kujifahamu. Namna namna rahisi ya kuweza kuondokana na changamoto za kiafya ni kuweza kufahamu mapema changamoto gani inayokusumbua. Ukishajua changamoto gani inayokusumbua mapema, ni rahisi sana kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Sasa kutokana na mambo ya insurance, mambo ya ruga, lakini pia mambo ya muda yamekuwa kisababisha watu wengi wakizidi kuendelea na changamoto ya presha, na unavyokaa nayo kwa muda mrefu, ndio hivyo inavyoua moyo wako. Ndio maana siku tena utasikia ime mishipa ime ime ime ime ime ime imepanuka. Utaenda akwambia moyo umepanuka. Ni kwa nini? Kwa sababu una pressure isiyodhibitiwa. Na kama unateseka na pressure, basi wasiliana na sisi hapo chini, ili tuweze kukupa namna ya kuondokana na changamoto hiyo kirahisi kabisa ukiwa kwenye mazingira ya ulipo. Lakini pia kuna stress na na, na upweke. Hii sasa jambo tunaliita ni silent killer, eh, ambayo tunasema ni stress na upweke, kazi nyingi, muda mdogo wa kupumzika, hakuna msaada wa familia lakini pia stress huongeza mapigo ya moyo kwenda mbio na ndio hivyo moja kwa moja inasababisha e, pressure. Sasa pressure ikisha pando nai kinachofatika nini? Kinachofuata hapo ni moja kwa moja unaharibu moyo wako. Sasa stress, wengi wanakuwa na stress ya bili bili na kuja kubwa, lakini pia stresi ya familia, kwa sababu watu wengi unakuta wako mbali na familia. Unapokuwa na mbali na familia, basi una moyo wako unaweza uwa hautulii kabisa. Moyo wako unakuta haukai na kutulia, lakini pia upweke eh. Wengine unakuta anafanya kazi sehemu ambapo hakuna mtu yeyote yule ambaye anatoka at least nchi moja. Kuna mama mmoja nilikuwa anaongea naye akasema, sehemu ambapo nipo mimi tu kuna watanzania tu hawa wawili tu ndio anayewafahamu. Wengine wote ni Kongo, Burundi na nchi nyinginezo. Kwa hiyo pia hii uh, unakuta apa akutani na watu ambao anashea, anashea tamaduni wa aina hiyo, wa aina moja. Kwa hiyo ndio maana unakuta pia stress na upweke unafanyaje, unaongezeka. Sawa, hilo ni sababu nyingine ambalo wengi wamekuwa wakipuzia, lakini pia kutofanya mazoezi wengi hawapati muda wa kufanya mazoezi. Kuna mtu naongea naye ananiambia, mimi naingia kazini saa moja natoka kazini saa sita nikitoka kitoka kazini saa sita na drive gari uh, na drive gari mpaka saa nane nafika kwangu, ndo nalala. Sasa ufanyi mazoezi haupati muda wa kutosha. Sasa kama upati muda wa kutosha, huwezi kufanya kazi, kwa sababu pia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine unatumia nini unatumia gari, unafanya kazi za kukaa muda mrefu, unafanya kazi za ofisini za viwandani, ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo unakuta moyo unazofika taratibu unapokuwa unapata muda wa kufanya mazoezi. Ukifanya mazoezi, unasababisha moyo wako uweze kufanya kazi vizuri, lakini pia adamu, mzunguko wa damu uweze kuwa mzuri zaidi. Lakini pia kwa kitendo cha kukosa kufanya mazoezi, moja kwa moja unakuwa unaaribu afya yako bila wewe kuweza kufahamu. Lakini pia usingizi mchache Wengi wanalala chini ya masaa sita. Wengi unakuta masaa manne mpaka matano, unakuta moyo haupati haupati muda sahihi wa kujirejesha. Jamani, unapokuwa unasinzia, unajua usingizi ni tiba. Ndio maana tunasema kitaalamu, lala masaa saba mpaka masaa nane plus Masaa nane plus ni zaidi ya dawa. Unakuta wengi wanapata shifti za usiku, unakuta analala masaa manne mpaka matano lakini pia unapata moyo haupati muda mzuri wa kufanyaje, wa kujirekebisha. Ndio maana wengi wanapata changamoto ya moyo, wanapata changamoto ya moyo, wanapata changamoto ya kisukari, kwa sababu hawapati muda wa kupumzika, hawapumziki. Sawa, ndio maana wengine wanajilazimisha kutumia dawa za kupunguza eh, dawa za usingizi. Tataja baadaye madhara ya dawa za usingizi. Wengi wanatumia dawa za usingizi. Kuna mdada mmoja niongea naye, anasema eh, kwa siku anatumia dawa za usingizi dawa ishirini na nne. Sasa kama unatumia dawa 24 za usingizi kila siku, zinatengeneza madhara kiasi gani ndani ya mwili wako ndugu yangu? Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kulifahamu. Hawapati usingizi, anapopata muda inabidi ajilazimishe kwa kuto, unakuta moyo mwili umekuwa umechoka. Lakini pia pombe na uvutaji wa sigara huongeza hatari ya heart failure na, na stroke moja kwa moja. Wengi wapo kule wanavuta sigara na wengi wanavuta wanakunywa wanakunywa pombe kamnyweso. Sasa unapokuwa unakunywa pombe au kamnyweso, hiyo ni hatari kwa afya yako. Sasa kama huko hapo na una changamoto moja kwa moja ya moyo, hakikisha eh, unawasiliana na sisi ili tuweze kukupa msaada zaidi, tuweze kukushauri uweze kufanya vitu gani. Kuna programu ambazo watu tumeshawaanzishia na sasa hivi wanaendelea vizuri. Kwa hiyo kama wewe una, unaendelea bado kusumbuka na moyo, tuambie hapo chini kwenye comment, umwambie Dr. Jimmy, mimi bado nasumbuka na moyo ili niweze kukupatia msaada zaidi. Sasa hapa nitawaelezea ishara, ingawa kwenye video ambazo zimeshapita tumeshaongelea kiurefu ishara zinazoonesha mwili wako umeshindwa kufanya kazi. Kwanza ni kupumua kwa shida. unapoona unapumua kwa shida, unapoona unaipata hewa kwa gharama, basi jua moja kwa moja moyo wako umeanza kuwa na shida. Miguu kuvimba, wengi wanakuwa na changamoto ya miguu kuvimba, miguu kuwaka moto. Ndugu yangu, miguu kuisi na chomachoma, hiyo ni dalili ya moyo wako wako kushindwa kufanya kazi. Kuchoka sana, wengi wako hapa, unakuta mtu anachoka sana na wakichoka, nakuambia labda sijafanya mazoezi, labda ni uchovu kwa sababu nimefanya kazi kwa muda mrefu. Hapana. Na wengine unakuta hajafanya kazi kwa muda mrefu, lakini bado anakuwa mchovu. Hapo shtuka kwamba moyo wako hauko sawa. Mapigo ya moyo kwenda kasi ndio tunafahamu, kwa sababu kwa dakika moja inabidi moyo udunde mara eh, mara 60 mpaka mara um, ah, mia moja na uweze kupampu lita ngapi? Lita tano. Kwa hiyo ikitokea changamoto yote, basi jua itaweza kufanya kazi zaidi au ikafanya kazi chini ya kiwango. Kwa hiyo ughaibuni kuna pesa, lakini afya yako iko hatarini, kwa sababu ya sababu ambazo nimeweza kuzifanya. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza, usiache kusubscribe na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoza kiafya tunazozituma kila siku. Tuambia hapo chini kwenye comment ni changamoto gani nayo kutesa, ili uweze kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu, apate kukubariki.